E, kuna changamoto kwa sababu mara nyingi huu ni mtazamo wa kijamii. Watu wenye ulemavu wanaonekana kama mzigo, kwa hiyo mara nyingi wanaachiwa wazee, ndio tunavyoona kwenye jamii, au watoto ndio wanaoangalia. Kwa hiyo tuna, tuko hapa katika kujenga uelewa kwamba huduma kwa mtu wenye ulemavu kwa sababu kila mtu ni, kila mtu ni mlemavu mtarajiwa. Kuna watu, ulemavu huu kuna watu waliupata katika umri mkubwa kwamba mtu alizaliwa ni mtu mzima lakini katika mchakato wa utafutaji akapata tatizo na akapata ulemavu. Kwa hiyo tunataka tujenge uelewa wa watu kwanza, kwamba kumpatia mtu mwenye ulemavu huduma ni jukumu la msingi katika jamii, sio kazi ya kuwaachia wazee au kuwaachia watoto. Kwa hiyo ni kwamba kwamba jamii pale ilipo ione kwamba huyu mtu mwenye ulemavu kama ana changamoto hizi, ni muhimu sana aweze kupatiwa hizi huduma. Kama ni huduma za afya lazima ifahamike kwamba kuna vituo vya kutolea huduma za afya, na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa miongozo ni kwa namna gani namna gani ya kuhudumia watu wenye ulemavu uh, lengo ni kwamba watu wenye ulemavu waweze kupata huduma mbalimbali mbali. Na mara nyingi tumekuwa tukipitia changamoto kama watu wenye ulemavu kwenye maeneo mbalimbali ya kutoa huduma, kwa mfano kama kwenye eneo la afya kwenye eneo la afya unakuta kule mahospitalini wale watoa huduma mara nyingi unakuta hawana njia nzuri ya kuwasiliana na watu wenye ulemavu, hawajui kuwasiliana na watu wenye ulemavu. Madaktari, manesi hawajui namna ya kuwasiliana na watu wenye ulemavu, au njia gani nzuri ya kuweza kuwahudumia watu wenye ulemavu. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo inatukuta sisi vizii na makundi mengine ya watu wenye ulemavu. Kwa maoni yangu, uh, elimu ni ndogo kwa upande wa hawa wa, wa, wa watu wa huduma. Hawana elimu ya kutosha ni namna gani wanaweza kuhudumia watu wenye ulemavu na wanaweza kuzikabili vipi changamoto zetu kwa kushirikiana. Wanadhani aa, kwa kutuonea huruma ndo wametuhudumia au wa, wameweza kutusaidia, lakini hapana, zipo njia nyingi ambazo zinaweza kufanya mtu mwenye ulemavu asikie amehudumiwa vizuri. Ehe, kwa mfano kama kwenye eneo la elimu afya, afya, afya, vizuri, afya kuyo, huu, kwa maana ya afya ya akili, namna ambavyo unamhudumia vizuri ndivyo afya yake ya akili pia inakuwa inaimarika. Kwa hiyo mradi huu tunahakikisha kwamba utasaidi na tunaamini kwamba utaendelea na utafika ndani zaidi, utaenda kugusa wananchi wa kawaida, kwa sababu ni mradi ambao umedizainiwa vizuri katika kuhakikisha kwamba unafikia wananchi wa kawaida walioko huu, katika mazingira ya kawaida kabisa chini. Lakini kwa upande wetu pia ofisi ya waziri mkuu tumeweza kujipanga na kuhakikisha kwamba mradi huu unawafanikisha jinsi gani utaweza kwenda sambamba na miongozo na taratibu ambazo mbalimbali na zinaandaliwa na ofisi ya Waziri Mkuu. Hivi karibuni tumeshamaliza kutengeneza mfumo wa taarifa elektroniki wa watu wenye ulemavu. Taarifa kama ile huduma imetolewa katika katika jamii. Lakini pia kadhalika tumeshaandaa miongozo mbalimbali ambayo inaweza kusaidia kuhakikisha kwamba tunafikia kundi la watu wenye ulemavu. Na kwa sasa hivi tunavyoendelea, tupo kwenye mchakato wa mapitio wa sera ya watu wenye ulemavu ili uweze kuendana na wakati, na tunaamini na haya mambo yanayoendelea na hii mafunzo yanayoendelea yataweza kusaidia kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanafikiwa kwa ukaribu zaidi. Lengo ni kuimarisha uelewa, tuwe na uelewa wa pamoja kwa wadau mbalimbali katika masuala ya utoaji wa huduma na ambao tunasema sasa ni care and support systems kwa watu wenye ulemavu Tanzania. Tunaelewa na tunaipongeza sana serikali yetu ya Mama Samia, imefanya kazi kubwa sana ya kuweka policy na guidelines kwa mbalimbali kwa ajili ya watu wenye ulemavu, lakini huu mradi sasa unakuja kuimarisha hizo juhudi. Kwa mfano, tunajenga uelewa wa wadau mbalimbali waweze kuja baadaye waweze kuwa na uelewa mpana wa kutengeneza sera nzuri zaidi au kuziboresha, waweze kuwa na uelewa mpana wa kufanya planning, eh, mipango hiyo kufanya budget nzuri zaidi kwa ajili ambazo zinahusisha mahitaji maalum ya watu wenye ulemavu lakini uh, pia tutakuja kuangalia masuala ya data um, kwa hiyo tutafanya piloting ya tools tofauti ambazo zitakuwa zinakusanya data uh, taarifa hizo ambazo zitasaidia sasa serikali yetu kuweza kufanya tathmini ya uhitaji um, au mahitaji ya watu wenye ulemavu, lakini pia kuangalia services eh, availability, au supply ya services amba, kwa, kwa watu wenye ulemavu.